Kwa majina naitwa Paulo Doday, ni katibu wa mbunge wa jimbo la Karatu. Kama mnavyofahamu, mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi kwenye jimbo letu la Karatu, na tukiwa kwenye uchaguzi tuliahidi kwamba wananchi wakituamini kwa kipindi cha miaka mitano, moja kati ya ahadi tuliotoa ni kuleta gari la kubebea wagonjwa pamoja na wananchi wetu ambao wanapata changamoto au wanapoteza maisha wakiwa nje ya jimbo kwenye eneo lolote la jimbo letu la Karatu. Mheshimiwa mbunge aliahidi kutoa gari hilo na tunamshukuru Mungu kwamba ndani ya siku ambazo hazijafika mia moja ameweza kutekeleza ahadi yake hiyo. Gari hili litakuwa linafanya kazi chini ya ofisi ya mbunge wa jimbo la Karatu, na wananchi wote watakuwa na nafasi ya kuweza kupata huduma hii, na lengo na kusudio la kutoa gari hili ni kwa ajili ya kutoa huduma. Kama mnavyofahamu, wananchi wetu wa jimbo la Karatu wengi wanakaa vijijini na hawapati nafasi pengine ya kupata ambulance zile za serikali, na ili kuweza kupata gari hii utawasiliana na ofisi ya mbunge wa jimbo la Karatu ambazo namba na zake za simu ni sifuri saba tisini na nane kumi na nne arobaini na sita sabini na tisa. Hizi ni namba ambazo zitakuwa zikiratibu shughuli za, za gari hii, lakini pia unaweza ukapata nafasi ya kuwasiliana na katibu wa mbunge wa jimbo kupitia namba sifuri saba sita mbili ishirini arobaini na moja ishirini na mbili. Kwa majina anaitwa Francis Fabiani, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama Cha Mapinduzi wilaya ya Karatu. Siku ya leo kwa heshima kubwa, Chama Cha Mapinduzi tunayo furaha kwa kupokea ambulance ambayo imetolewa na mheshimiwa mbunge kupitia ofisi yake na ilikuwa ni sehemu ya ahadi yake ya kampeni ya uchaguzi uliopita ambao umefanyika Oktoba 29. Kwa kwa heshima kubwa kama Chama cha Mapinduzi tunayo furaha kubwa kwa mbunge wetu, kwa wetu kutimiza ahadi yake, hakika tunaamini hatujakosea wakati tunamwombea kura na kwa kwa kwa kutimiza ahadi yake umakini mkubwa. Kwa siku ya leo kama Chama cha Mapinduzi tunapenda kumshukuru mheshimiwa mbunge kwa kutimiza ahadi yake. Tunaendelea kumshukuru mheshimiwa mbunge kwa upendo alioonyesha kwa wananchi wake. Mimi kwa jina ninaitwa Patrick Momo. E, ni mkazi wa hapa Karatu mjini. Kwa hiyo mimi ninapenda kutoa shukrani kwa mbunge wetu ambayo kwa jimbo la la Karatu. Kwa sababu aliswahidi sisi kama wananchi kwamba mtaleta Uh, ambulance yani, yenu itakayosaidia wananchi na kweli ametimiza wajibu wake, na sasa hivi iko hapa katika jengo letu la Chama cha Mapinduzi. Kwa jina naitwa Kurusuma Omari Hamisi, mama ntilie, mtaa wa CCM kwa ujumla, kwa ujumla, namshukuru mheshimiwa mbunge wetu kwa kutuletea ambulance. Kwa kweli ni kitu kikubwa sana ametufanyia wananchi wa Karatu kwa sisi wakina mama na watoto tunamshukuru sana kwa kweli, sisi wakina mama tuna changamoto kubwa sana, wa mama wajawazito, watoto, kwa kweli ni msaada mkubwa sana ametuletea hapa Karatu. Kwa jina anaitwa Jumaidi Buhari, ni mkazi wa wilaya ya Karatu. Kwa jambo ambalo limetokea leo, nimeona utekelezaji na zile ahadi alizoahidi mbunge wetu, anatekeleza kwa usahihi kabisa tulikuwa tunapenda sana kumshukuru kumpongeza kwa jambo hili, na azidi kuwa na moyo huo huo kama kuna mambo mengine ambayo ameahidi, basi atisahau afanye kama hivi kama vile ambavyo amefanya. Tunashukuru sana. Toa Shabiru Shabani, mkazi wa Jimbo la Karatu. Jambo la kumshukuru Mungu na kumshukuru mheshimiwa mbunge Awack ameshafanya mengi, kwa hiyo na bado anaendelea kufanya mengi, na tunamwomba asiishie hapa, sababu tunahitaji msaada wake mkubwa sana kwa mengineo yaendayo hapo mbeleni.